Wakati wa sherehe za ufunguzi wa Tanza Coal Mining Limited zikiendelea ndani ya ukumbi mkuu wa kampuni hiyo, hali ya tahadhari ilikuwa hali ya juu kwa kikosi cha Aaron. Licha ya vigelegele, muziki na hotuba mbalimbali mbali, macho ya kikosi hicho hayakuwa kwenye sherehe, yalikuwa kwenye hatari iliyokuwa imejificha. Baada ya uchunguzi wa kina, kikosi kiligundua kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba Rashdi alikuwa na mpango wa kumuua Zawadi. Taarifa hizo zikaifanya operesheni hiyo ifanyike kwa tahadhari na umakini wa hali ya juu. Na muda wote wa sherehe, Hamza, mmoja wa kikosi cha Aaron, alikuwa amejificha ndani ya gari lake la doria, akitumia vifaa vya kisasa kuchunguza maeneo yote yanayoizunguka jengo la Tanza Co Mining Limited. Aliangalia paa za majengo ya karibu, madirisha ya ghorofa za juu, na kila sehemu ambayo ingeweza kutoa nafasi ya shambulio la ghafla. Baada ya dakika kadhaa za uchunguzi, Hamza alimuona mtu mmoja aliyekuwa na mienendo isiyo ya kawaida juu ya jengo refu lililokuwa mkabala na Tanzaco. Aliangalia harakati zake na kisha alithibitisha bila shaka kuwa alikuwa ni sniper. Alikuwa tayari kwa ajili ya shambulizi. Hamza alituma taarifa hiyo mara moja kwa Aaron. Hakukuwa tena na shaka, lengo lilikuwa ni Zawadi. Kikosi cha Aaron kilijipanga upya kwa haraka, na kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni kumtoa Ian ni salama, kwani kwa muda wote wa sherehe Ian alikuwa ndani ya gari la wale watekaji na wakati Zawadi alipokuwa ameitwa mbele ya jukwaa na Mheshimiwa Rashid waziri mkuu, kwa lengo la kumpongeza hadharani, kikosi cha Aaron kilitambua mara moja kuwa huo ndio ulikuwa wakati hatari zaidi kwa Zawadi. Hapo ndipo walipohakikisha kabisa kuwa mpango wa kumuua Zawadi ulikuwa unaingia katika hatua ya utekelezaji. Sniper aliyekuwa juu ya jengo refu tayari alikuwa amepata muonekano kamili wa jukwaa. Sekunde chache tu za kuchelewa zingetosha kabisa kusababisha mauaji. Aaron alitoa amri kwa kificho kupitia mawasiliano ya radio call, chukua mtoto sasa hivi. Bila kupoteza muda, Elias ambaye ni chita na Farid walielekea moja kwa moja kwenye lile gari ambalo Ian alikuwa ndani yake walikuwa wamevaa mavazi ya kawaida kabisa. Hakuna mtu ambaye angeweza kudhani kuwa walikuwa ni majasusi wa kikosi maalum. Walipofika, Chita aligonga kioo cha gari. Jamaa aliyekuwa siti ya mbele akashusha kioo kwa mshangao. Ndani ya sekunde chache Farid alifungua mlango wa mbele, huku Chita akifungua mlango wa nyuma kwa kasi ya umeme. Bastola zao zilikuwa tayari mikononi. Mlete mtoto, Farid alisema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito. Watekaji hawakuwa na pa kukimbilia wala hawakuwa na cha kufanya, walijua wazi hawakuwa na nafasi. Ian alichukuliwa haraka na kukabidhiwa kwa kikosi cha Aaron. Hapo ndipo Ian alikuwa salama, na mara moja wale vijana waliwekwa chini ya ulinzi mkali wakafungwa pingu mikononi na kusafirishwa na kupelekwa moja kwa moja kwenye kituo cha polisi. Wakati Ian akiondolewa eneo lile hatari, sniper alikuwa tayari, amesogeza kidole chake kwenye kitufe cha kufyatua risasi. Lakini ghafla, sniper huyo akapigwa risasi ya mkono kutoka kwenye kikosi cha Aaron. Kwa maumivu makali akaiachia bunduki hiyo na kuitupa chini ndani ya ukumbi. Mheshimiwa Rashidi alikuwa amesimama akisubiri kuona tukio alilotarajia, Zawadi akianguka mbele ya macho ya watu na kupoteza maisha, lakini hakuna kilichotokea. Aligeuka taratibu, akijifanya kutazama umati wa watu kwa tabasamu la heshima huku macho yake yakimtafuta msaidizi wake kwa haraka. Macho yao yalipokutana, msaidizi alimpa ishara ya haraka, ishara iliyomwambia ukweli mchungu: mpango ulikuwa umefeli. Mheshimiwa Rashdi alishtuka ndani kwa ndani, moyo wake ukidunda kwa kasi, huku akiwa na hasira, lakini kwa uzoefu wa siasa alijikaza. Hakuna mtu aliyepaswa kugundua chochote. Akamruhusu Zawadi arudi kwenda kukaa, kisha akahitimisha hotuba yake ya ufunguzi kwa sauti ya utulivu na kujiamini. Serikali itaendelea kusimamia sekta ya madini kwa uwazi, uwajibikaji na maslahi ya wananchi wote. Tunataka madini yetu yawe chachu ya, ya maendeleo, ajira kwa vijana wetu na ustawi wa taifa letu. Wawekezaji waaminifu, mko salama. Na kwa pamoja tunajenga uchumi imara unaotokana na rasilimali zetu wenyewe. Baada ya hapo, Mheshimiwa Rashid akashuka jukwaani. Na mwongoza sherehe akatangaza kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaondoka kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa na kuwa ametoa baraka zote ili sherehe ziendelee kama zilivyopangwa. Muziki ukaanza kupigwa kwa nguvu mbele ya jukwaa, wasanii wakatumbuiza, watu wakashangilia, na baadaye wageni wakaanza kula na kunywa, kana kwamba hakuna lolote lililokuwa limetokea. Lakini kwa Zawadi, sherehe hizo hazikuwa na maana. Muda wote macho yake hayakuondoka kwenye simu yake. Alitazama kila baada ya sekunde chache, akitarajia itaita ili aelekezwe wapi akamchukue mtoto wake. Aliangaza huku na kule, akitafuta sura yoyote inayoweza kumrudisha Ian. Alikuwa amefanya kila kitu kama alivyokuwa ameelekezwa na wale watekaji, lakini sasa, bila yeye kujua, mchezo ulikuwa umebadilika kabisa na pia kikosi cha Aaron kilikuwa kikimfuatilia yule sniper aliyekuwa amejificha ndani ya jengo moja refu, ghorofa ya juu kabisa. Walipopanda na kufika eneo hilo walikuta hakuna mtu. Kilichobaki pale ilikuwa ni silaha peke yake. Ilidhihirika wazi kuwa sniper alikuwa tayari amekimbia. Waliona michirizi ya damu ikielekea upande mmoja wakaifuata kwa haraka, lakini baada ya umbali fulani damu ilikatika. Hakukuwa na alama nyingine ya kuonesha ni wapi alipokuwa amekwenda. Kikosi kilisambaa, wakakagua njia zote za kutoka, wakapitia korido zote, wakaingia hata kwenye vyoo vya jengo hilo, lakini hawakumwona mtu yoyote. Walikaa pale kwa muda wakihakikisha kuwa hakuna harakati yoyote ya kutiliwa shaka. Kile ambacho hawakujua ni kwamba baada ya kupigwa risasi mkononi, sniper aliweza kupiga simu ya dharura. Mmoja wa wenzie aliyekuwa tayari ndani ya jengo lile alifika haraka, akamtoa pale juu na kumfunga jeraha mkononi kwa ustadi, ili kuzuia damu isiendelee kutoka. Baada ya hapo walitekeleza mpango wao wa kutoroka. Sniper aliingizwa ndani ya dustbin kubwa, kisha yule mwenzake akavaa sare za usafi, akajifanya ni mfanya usafi, akaanza kulisukuma lile dustbin taratibu, bila kuibua shaka yoyote. Aliingia nalo ndani ya lifti. Lifti ikashuka kutoka ghorofa ya juu mpaka chini bila tatizo. Walipofika chini, alitoka ndani ya lifti na kuendelea kulisukuma dastbini lile hadi nje ya jengo, sehemu ambayo kulikuwa na madastbini mengine kadhaa. Hakuna mtu aliyewashuku. Baada ya muda mfupi, Sniper alitoka ndani ya lile dastbini, wote wawili wakakimbia haraka na kuingia kwenye gari lililokuwa tayari linawasubiri, ndani ya sekunde chache gari likaondoka haraka. Hivyo kikosi cha Aaron wakati kinafika pale, sniper na mwenzake tayari walikuwa wameshaondoka. Kwa upande wa Rashid, alipoingia nyumbani kwake hakupoteza hata sekunde moja, alielekea moja kwa moja kwenye ofisi yake ya nyumbani akiwa na msaidizi wake. Mara tu alipofungua mlango hasira aliyokuwa ameizuia mbele za watu ililipuka. Aligeuka kwa ghadhabu, macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. "Hili limewezekana vipi?" Rashid aliuliza kwa sauti kali. "Yaani mpaka mwisho kabisa ndipo kila kitu kinaharibika, mpango wote umeharibika." Alitembea ndani ya ofisi ile kwa hatua za haraka, huku akipiga meza kwa nguvu. Ina maana yule mwanamke ni mwerevu sana wa kutuzidi sisi, aliendelea kusema kwa ukali. Huyu anaweza akatuletea shida kubwa sana. Alimgeukia msaidizi wake kwa macho makali na kusema, zawadi hastahili kuendelea kuishi. Nataka amalizwe haraka sana. Sitaki makosa. Sitaki heshima yangu ije kupotea kwa sababu ya huyu mwanamke mmoja msaidizi wake akavunja ukimya kwa tahadhari, bosi, naona huu mpango umeharibika kwa sababu ya Aaron na watu wake. Rashdi akamgeukia msaidizi wake kwa uso uliojaa hasira na kusema Aaron, ina maana hajaacha kunifuatilia? Hajui nina nguvu gani? Hajui mimi ni nani? Kwa sasa Aaron ni mtu mdogo kwangu, ninaweza nikaamua lolote juu yake. Nimechoka kulisikia hili jina Aaron, Aaron, Aaron. Sitaki, amri ni moja, nataka yeye na watu wake wamalizwe haraka sana. Sitaki kusikia tena hili jina kwenye utawala wangu, sitaki watu kama Aaron. Rashidi hakutaka mjadala, hakutaka ushauri. Hapo hapo akatoa simu yake ya siri ile ambayo haitumiki mara nyingi, akapiga namba moja. Simu ikapokelewa. Niambie mheshimiwa, sauti ya Detective Doto ikasikika upande wa pili Rashidi akasema kwa sauti ya utulivu, Aaron anazidi kuwa tatizo kwangu, ananinyima usingizi sasa Detective Doto akaendelea kumsikiliza. Nataka kujua huyu Aaron anajua nini kunihusu, pia nataka Aaron na kikosi chake wote wamalizwe mmoja baada ya mwingine. Wa upande wa pili wa simu kulikuwa na kimya kifupi, kisha Doto akajibu sawa, mheshimiwa. Ilo nitalifanyia kazi mimi mwenyewe. Rashdi akaongeza kusema, kuna jambo jingine nataka, hao vijana ambao wamekamatwa leo wakiwa na mtoto Ian, nataka wasipate nafasi ya wa kufungua midomo yao. Upande wa pili wa simu Doto wa kusita, nimekuelewa mheshimiwa, nitalishughulikia pia. Simu ikakatwa. Rashdi akabaki amesimama huku akiwa na hasira kubwa na detective Aaron. Wakati hayo yote yakiendelea, kwa siri Zawadi alikuwa nje ya Tanza Coal Mining Limited, amesimama karibu na geti, macho yake yakizunguka kila upande. Aliangaza kushoto, aliangaza kulia, akaangalia nyuma ya magari yaliyokuwa yamepaki, lakini hakumuona mtoto yoyote. Kulikuwa na magari mengi ya wageni yakitoka. Walinzi walikuwa wamejipanga getini na watu wachache tu waliokuwa wakipita kwa haraka. Hakukuwa na ishara yoyote ya Ian hapo. Moyo wake ukaanza kudunda kwa kasi, huku hofu ikimjaa. Alibaki amesimama pale, mikono ikitetemeka, akili yake ikijaa maswali yasiyo na majibu. Alikuwa amefanya kila kitu alichokuwa ameelekezwa kufanya. Alikuwa amesimama jukwaani, alikuwa ametabasamu, alikuwa ametii, lakini sasa hakuna simu, hakuna ujumbe, hakuna mtoto. Akabaki ameduaa hajui afanye nini wala aanzie wapi. Alitaka kukimbia, lakini hakujua akimbilie wapi. Alitaka kupiga kelele, lakini sauti ilimganda kooni. Akasimama pale kimya macho yake yakiwa yamejaa hofu na matumaini yalikuwa yakififia polepole. Aaron alimwona Zawadi amesimama pale nje akiwa amechanganyikiwa. Hakuwa anajua afanye nini wala aende wapi. Aaron akamsogelea taratibu, bila haraka, ili asimshtue. Habari yako Zawadi, alimwambia kwa sauti ya chini. Zawadi akashtuka kidogo. Akageuka haraka kwa sababu akili yake wakati huo ilikuwa mbali. Kwa ujasiri bandia akaitikia. Nzuri, Aaron. Aaron akamtazama usoni kisha akamuuliza moja kwa moja. Unamtafuta Ian, si ndivyo? Zawadi hakujibu. Macho yake tu ndio yaliyojibu, yakiwa yamejaa hofu, wasiwasi. Midomo yake ikatetemeka kidogo. Aaron akaongeza, usiwe na wasiwasi Zawadi, mtoto wako yuko salama kabisa. Maneno yale yalimgusa Zawadi. Akauliza kwa haraka, yuko wapi? Aaron hakutoa maelezo marefu, akasema, nifuate. Zawadi hakusita, akamfuata Aaron bila kuuliza swali lingine. Moja kwa moja wakaelekea kwenye kituo cha polisi. Walipofika kituoni, Aaron na Zawadi wakaelekea moja kwa moja kwenye moja ya ofisi ya uchunguzi. Mlango ulipofunguliwa, Zawadi alisimama akiwa amepigwa butwa. Hakuamini macho yake. Ian alikuwa mbele yake. Mtoto wake alipotambua uso wa mama yake, alitabasamu kwa furaha isiyo na kifani. Zawadi hakusubiri hata sekunde moja. Akamkimbilia akamkumbatia kwa nguvu huku machozi yakimtoka bila kujizuia. Akambeba, akambusu mara kadhaa, akamkumbatia kana kwamba hataki tena kumwachia. Furaha yake haikuelezeka kwa maneno. Aaron na askari mmoja mwanamke walisimama kimya wakitazama tukio hilo kwa tabasamu. Baada ya muda Zawadi akamshusha Ian taratibu, kisha akamgeukia Aaron. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi ya shukrani. Bila kusema neno akamkumbatia Aaron kwa nguvu. "Asante sana Aaron," alisema kwa sauti inayotetemeka. "Sijui hata niseme nini, nakushukuru sana Aaron. Mungu akubariki." Aaron alihisi uzito wa maneno yale. Alifurahi kuona Zawadi na Ian sasa wako salama. Baada ya hapo, Aaron akazungumza na Zawadi. Zawadi, familia yako iko kwenye hatari kubwa sana, maadui ni wengi na wana nguvu kubwa. Aaron akasimama vizuri, akamtazama machoni na kuongeza kusema, kuanzia sasa maisha yako yapaswi kuwa ya kawaida tena utakiwe kuishi kama zamani. Lazima uwe makini kila wakati. Maneno yale yakamfanya Zawadi amkumbatie kwa nguvu Ian.